Kwamba kuna watu wanasema mwanamke ukimuacha, mwanamke ukimuacha, unatakiwa umfanyie kila kitu, na hata ukinini, haina tabu. si ndo swali liko hivyo? Imamu dirisa mwenyewe yupo, mimi nikazieleza kauli za baadhi ya wanawavioni ikiwemo kauli ya Imamu Abu Hanifa kwamba mwanamke ulimuacha kama nitarakarejea, ukikutana naye ukanini, hiyo ndiyo rejea, si hivyo? Lakini wengine kama vile Imamu Ahmad bin Hanbal, Imamu Malik wanasema hapana, itakuwa rejea kama ilikuwa umefanya hivyo lengo lako kufanyaje, kurejea, ndio itakuwa rejea. Kama nia sio rejea, haiwezi kuwa nini rejea. Nikasema kauli ya Imamu Shafi anasema haiwezi kuwa rejea, hata ungenuia mara milioni rejea. Ni maneno, sharti useme kwa sababu ndo rejea inakaa nafasi ya ndoa, na ndoa inathibiti kwa nini? Kwa kauli, nimeona komenti ya mtu mmoja kaongea alivyoweza yeye. Yani inafika wakati na kufikirisha kama uwezo wako wa kufikiri ni bora kwamba huyu mwanamke uliyemwacha taraka rejea kumnini, haina shida. Sasa nini maana ya kusema kaachwa taraka? Hii inakwenda kuzibia nini kwamba ukija tu na nini unaondoka, amna wasiwasi kule. Kuacha umemwacha kwenye nini hivi. Swali langu mnalielewa? ikiwa sheria imekuruhusu umwandalie chakula, umtengenezee pa kulala, mavazi, matibabu, kila kitu mpaka kunini. Sasa hii kuwacha inaleta nini? Naelewa ninachokinena na kama jambo lile linaziwia tusinini ukinini inakuwa nini? Swali langu nyinyi mnanielewa? Kama talaka inamfanya mume asinini kwa yule mtalaka wake, je, akinini itakuwa nini? Sasa watu wanakwenda na mihemko. Uwezi ukazini kwa mkeo, kwani huyu mkeo alikuwa mkeo. Eh? <laughs> Sheria imeweka vitu tu. Ikitokea mwanamke aliyoachwa talaka rejea akafa ndani ya eda, eda ile inakufa, anaanza upya eda ya kufanyaje, ya kufiwa na anarithi, akiimaliza eda yake imeisha. Hiyo eda imewekwa kwa ajili ya kulainisha nyoyo za hawa ambao wameachana, huenda wakasameheana wakare ndio maana kuna kitu kinaitwa nini, rejea. Sasa kama una nini tu, hakuna wasiwasi, hii rejea inafuata nini? Na ukimrejea inakuwa na faida gani wakati una nini tu huko nyuma, la no mafii. Kwa hiyo watu wanaendekeza nini, vichwa.